yake kufanya usigere ni kaya yake. Hii yaani kaka yake kafanya usigere, akaanza kuandaa kali ya Goma, wanauza biashara kali ya Goma. Amechukua wadogo zake na mke wao wawili na wote wao wengine wale ni saba, ndiyo wao wanaenda kali ya Goma wauze maduka, ila huyu mwana chuo kikuu, watu wadogo wale wao wapeleke shule na mpagie nyumba, pige lego, na ukisha

nikamwambia dada, sisi hapa atakumbwa ni watu kwa Yesu. Wanapokuwa watu hapa, sisi tunawaambia injili kwamba nyenye uokoke. Yesu alikuwa ndani yetu. Sasa na mtii yangu ni kuokoka. Ukishaokoka, Yesu anaingia ndani yako, akiingia ndani yako, zile mamlaka za kibibi zinaingia ndani yako, tukiingia ndani yako, naanza kushika maisha ambayo bibi zilipanga kwa hiyo mtii

Nikamwambia sasa yes. tunamtumikia Mungu hapa kwa uaminifu Bwana shukrani kwa maisha yako. Kazi hatujui pata leo wala kesho. Na hiyo weka pembeni kwanza. Amekaa na mimi pale kwa sababu halafu jamaa moja wa kampuni ya kusambaza madawa hapa hapa hapa kaza kabla kupewa kazi alipata nafasi kwenda China